Jina naitwa Fumbuka Ikobera Mhalwe, ni kamishna msaidizi wa magereza, nafanya kazi kitengo cha sheria na usalama wa magereza. Kwanza nachukua fursa hii kumshukuru kamishna jenerali wa magereza. Mafunzo haya yalianza tarehe tano mwezi wa tisa siku ya Jumatatu, na leo ikiwa ni siku ya nne, leo ikiwa ni siku ya nne. Lengo la mafunzo haya ilikuwa ni kuwajengea uwezo maafisa sheria wa jeshi la magereza walioko katika magereza yote Tanzania bara. Mafunzo haya yamejumuisha maafisa sheria kutoka ofisi zote za magereza mikoa mikoa 26 vio, magereza kikosi maalum, sekondari Ubwena pamoja na bohari kuu pamoja na maafisa wa sheria wa makao makuu ya jeshi la magereza. Lengo ni kuwajengea uwezo, na masomo tuliojifunza mpaka sasa mapokezi ya wafungwa na hesabu za kifungo. Tumejifunza, tumejifunza kuhusu makundi, huduma za makundi maalum ya wafungwa walioko magerezani. Tumejifunza namna ya upekuzi wa mikataba pamoja na makubaliano, na tumejifunza huduma ya msaada wa kisheria kwa wafungwa, lakini pia tumeona namna ambavyo tunatakiwa tumtreat mfungwa wakati ameingia gerezani katika haki yake ya kukata rufaa jinsi ya kuandaa nia ya rufaa na kumtengenezea sababu za rufaa. Kwa kweli, kwa siku ya leo ya nne tumeendelea kuona manufaa makubwa sana na mafunzo haya yanakwenda kuleta chachu kubwa kwa maafisa sheria, hasa haya tukiyaweka katika matendo na cha msingi kuzingatia tulichojifunza ni kwamba maafisa sheria lazima tufanye kazi kwa kuzingatia sheria, maana Jeshi la Magereza lipo kwa mujibu wa sheria. Hivyo na sisi katika kila eneo lazima tuzingatie sheria, na endapo tutayaweka katika matendo mabadiliko be, makubwa yanakwenda kuonekana baada ya miezi michache ijayo. Swala la kuwajengea uwezo kuwajengea uwezo wanasheria ni swala la muhimu sana, kwa sababu kila siku tukumbuke kujifunza. Kila siku lazima tuwe wapya, kwa sababu kila siku kuna mabadiliko makubwa sana. Siku ya leo katika swala la rufaa tumekumbushwa na naibu msajili wa mahakama kuu kuwa sasa hivi swala la nakala ya hukumu na mwenendo wa kesi siyo tatizo ni vyema kila mwanasheria akajisajili kwenye mfumo wa ecms mafunzo haya ni ya manufaa sana na ombi langu swala la kuwajengea uwezo ni swala ambalo ni la muhimu takiwa lizingatiwa lakini naamini kama itaendelea hivi na wanasheria wengine waliobaki ninaamini kutakwenda kuwa na mabadiliko makubwa katika jeshi letu. Lakini mbali ya mafunzo haya, hii imetuwezesha vile vile kukutana na wanasheria ambao tulikuwa tunawafahamu tu kupitia namba za simu. Kwa hiyo imefanya tukabadilishana mawazo, lakini vile vile tumejenga mahusiano. Ni tofauti na mtu kuu unaongea naye tu kwa simu. Kwa hiyo mbali na masomo, tumefahamiana kwa sura, tumefahamiana kwa kuongea na kwa mambo mbalimbali. Lakini cha mwisho, ninaomba Kamishna Jenerali wa Magereza aendelee na utaratibu huu wa kutafuta watu au wafadhili wa kuwezesha mafunzo si kwa eneo la sheria tu, hata maeneo mengine ili maafisa na askari waweze kujengewa uwezo. Kwa jina anaitwa mrakibu wa magereza Jafari Omari Nyenje, natoka ofisi ya mkuu wa magereza mkoa wa Dodoma. Tuko hapa kupata mafunzo ya kuwajengea uwezo maafisa wa sheria ya jeshi la magereza kuhusiana na huduma za msaada wa kisheria. Tunapoongelea habari za msaada wa kisheria, ni kwamba ni utaratibu uliowekwa kisheria kwa ajili ya kutoa na pia huwezesha wafungwa kupata msaada wa kisheria wakati wakiwepo magerezani na tunapoongelea mfungwa, tunamaanisha kwa mujibu wa kanuni ya 490 ya kanuni za kudumu za jeshi la magereza, toleo la nne za mwaka 2003 zimeesha kwamba mabusu na wafungwa. Sasa nikianza na wafungwa, tunawezaje kutoa msaada wa kisheria? Kwanza ni pale tu anapoingia kwa mara ya kwanza gerezani kutumikia kifungo ambapo sasa anakutana na wataalamu mbalimbali katika idara tofauti. Sisi kama wanasheria, jukumu letu ni kumpatia haki zake za msingi awapo gerezani. Ni haki zipi hizo? Sasa, moja tunaanza kumwoji wapo kama hata, ananie ya ukata rufaa ajarezeka na kifungo basi sasa ndipo maafisa sheria tunaanza kumwandikia nyaraka muhimu inaitwa nia ya kupata rufaa kwenda mahakama husika, lakini nia hiyo itapelekwa pale tu kama atakuwa amefungwa na mahakama ya wilaya na mahakama kuu. Lakini kwa mahakama za mwanzo mfungwa huyo tunamwandikia moja kwa moja sababu zake za rufaa, kwa sababu anapofika gerezani huwa anakuja na nyaraka zote, kwa maana nakala ya hukumu na mwenendo wa kesi. Hapo sasa pia tunampa haki nyingine namna gani anaweza kuishi gerezani ili aweze kutumikia kifungo chake kwa mujibu wa sheria. Haki hiyo ni kumwambia kwamba atakuwa na haki ya kufanya kazi ikiwa ni moja ya sehemu ya urekebu kama ilivyoainishwa katika kanuni za kudumu namba mia nne na nne hadi mia nne na tisa ya Jeshi la Magereza, kwa sababu jukumu la kwanza la Jeshi la Magereza ni urekebu kwa hawa wafungwa. Na urekebu huu upo katika nyanja mbalimbali, ikiwa ni kufanya kazi za mikono, ikiwa ni urekebu wa huduma za kiroho na pia na elimu. Ndio maana sasa hivi jeshi la Magereza umeingia mkataba na VETA kwa ajili ya kuwapatia ujuzi wa wafungwa. Hii yote inafanywa na watu na huduma za kisheria pia kuhakikisha kwamba mfungwa huyo baada ya kupata nakala ya hukumu, sasa tunamwandalia nyaraka za kwa maana ya sababu za rufaa kama ambavyo imeainishwa katika kifungu cha 24 cha, cha sheria ya huduma ya sheria msaada sheria 21, wa sheria sura ya 21 kama mwaka 2019, hilo jukumu sasa la afisa sheria ambaye yuko gerezani kuandaa hiyo nyaraka, kwa sababu si wote ambao wanafanya hivyo, na tunashukuru sana kuhusu hii kampeni ya mama Samia, Legal Aid Campaign, ambako baadhi ya askari wa kumule wanafanya kazi hizo za kusaidia zakusaidiasha kwamba wafungwa hao wanapata hizo huduma tukienda upande wa mahabusu, mmoja ni aina ya mfungwa kama ambavyo nimeeleza awali katika PSO ya 490 ni kwamba pia na yeye tunampa haki zake awapo gerezani, kwa sababu mahabusu si mali ya magereza. Mahabusu ni mali ya mahakama, polisi na NPS, kwa hiyo kama tumpe haki zake kwa namna ambavyo atakuwa na kamule gerezani. Moja ni kuhakikisha kwamba anapelekwa mahakamani, hiyo ni, ni moja ya msaada wa wanasheria wa magereza hakikisha kwamba mabusu huyo anafikishwa mahakamani kwa tarehe na muda uliopangwa kama ambavyo imeanishwa katika kifungu cha 75 cha sheria ya jeshi la magereza sura ya 58 marejeo ya mwaka 2002. Mabusu huyo pia tampa kumkisha haki zake zingine ikiwemo kupata dhamana kwa yale makosa ambayo yana dhamana. Kwa hiyo hili ni jukumu la afisa sheria wa magereza kumtajia sifa hizo huyo mfungwa hiyo huyo mahabusu, nyingine tutampa haki yake kumzisha kutembelewa na wageni kama ambavyo imaishwa katika kifungu cha 46 cha sheria za magereza, pamoja na kanuni zake, kwamba ana haki ya kutembelewa na wageni, pia kupata huduma za kiroho, kwa sababu hilo ni takwa la kisheria ambapo lipo kwa mujibu wa katiba, ikizingatiwa kwamba mahabusu huyu kisheria yeye anachukuliwa kwamba hana hatia mpaka pale ambapo itathibitika vinginevyo, kama ilivyoainishwa katika ibara ya 13 ibara ndogo sita kipengele be cha Katiba ya Jamhuri ya Muungano wa Tanzania, sura ya pili marejeo ya mwaka 2008. Sisi kama maafisa ya sheria tuna jukumu la msingi kuhakikisha kwamba tunatenda haki bila uoga wala upendeleo na hata ikiwezekana kuwa na mahusiano makaribu sana na mimiri mingine ya, ya, ya, ya haki jinai, ili haki zao hao waarifu ziende vizuri. Mathalani kuhakikisha kwamba mfungwa huyu au maabusu haki zao zinatendeka na vyombo vingine kama NPS polisi, na mahakama, ambayo ndio wadau wakubwa wa haki jinai. Kwa kuhitimisha tu, napenda kutoa shukrani za dhati kabisa za moyo kwanza kabisa kwa wa Wizara ya Katiba na Sheria chini ya Mheshimiwa Waziri wa Katiba na Sheria, Mheshimiwa Dr Damas Dumbalo, Mbunge. Watoa shukrani za dhati kwa Kamishna Jenerali wa Jeshi la Magereza. Pia anapenda kutoa shukrani za dhati kabisa kwa Kamishina wa Sheria na Uendeshaji wa Jeshi la Magereza, Afande Kamishina Atenga, kwa namna moja au ya pekee kwa kufanikisha sisi maafisa sheria takribani 120 kuweza kufikiwa na mafunzo haya ambayo kwa sasa siyo tu kwamba yametujengea uwezo, sasa yametupa hari na mori ya kwenda kufanya kazi kwa mujibu wa sheria. Na tunaahidi kwamba kwa mafunzo haya ya siku tano ambayo tumeyapata hapa Dodoma, tunaahidi kwamba tutaenda kuyatekeleza ipasavyo, na ili tu si tu haki itendeke kwa uhalifu wao ambao ni maelezo bali pia ionekane haki inatendeka machoni mwa sheria. Kwa majina, naitwa na mtunguzi msaidizi yako Oscar Chilemba, niko kituo cha makao makuu sehemu ya Pwani. Mimi ni mwanasheria wa, wa na jeshi la Magereza ambaye anatumikia kwa mujibu wa sheria na taratibu zilizotuegereza pamoja na za nchi. Kimsingi nipo kwenye semina ambayo ipo kwa ajili ya kutujengea uwezo wanasheria wa Jeshi la Magereza kutoka vituo mbalimbali kwa ajili ya kupata uelewa lakini pia kujifunza lakini pia ku, ku, kupeana pia mbinu mbalimbali zinazohusu maswala mazima ya sheria na namna gani tunaweza kuwasaidia wafungwa na mahabusu katika maswala mazima ya msaada wa kisheria. Lakini kwenye semina hii leo ni kama siku ya nne, na kuna mada mbalimbali ambazo zinazungumziwa kila siku, lakini leo kwa siku ya nne, mada kuu iliyokuwepo inahusiana na maswala ya hifaa za wafungwa. Sasa katika maeneo haya kama tunavyojua kwamba magereza, jukumu letu kubwa mojawapo ni kuhifadhi wafungwa nikuusu, lakini kwa namna moja ama nyingine uh, wale wafungwa ambao wanakuwa wamefungwa na mahakama mbalimbali aidha, mahakama za mwanzo, mahakama za wilaya, mahakama kuu, kuwa kuna taratibu ambazo sisi kama Jeshi la Magereza tumekuwa mamlaka hamila kuu kuuliza ni mfumo kama hatua ya awali ana dhamira ya kukata rufaa katika mahakama husika. Kwao baada ya kumpa taratibu hizo kama yeye kweli ana dhamira hiyo ya kukata rufaa basi tunamwelewesha na baada hapo basi hizo taratibu zinafanyika. Kwa hiyo somo la leo lilikuwa linahusiana na masuala ya rufaa kwa maana kwamba wale wafungwa wote ambao watakuwa wamefungwa ana dhamira ya kukata rufaa dhidi ya maamuzi yale yaliyofunga basi anaweza akafanya mambo ya fataa. Kitu cha kwanza sheria inaelekeza, ya sheria ya mwenendo wa makosa ya jinai, kwamba anatakiwa aweke nia. Kwa hiyo utaratibu wa kuweka nia inategemea na alifungwa na mahakama gani. Kwa mfano mtu ambaye alifungwa na mahakama ya mwanzo, sheria inaelekeza anaweza akakata rufaa mahakama ya wilaya, pasipo hata kuweka nia. Kwa hiyo ataandaa ata, ata rufaa yake, na sisi kama Jeshi la Magereza basi tutai tuta process ile rufaa yake, na mwisho wa siku ataitwa kwa ajili ya kwenda kusikiliza. Kama rufaa yake itaonekana na uzito, kwa maana ya kwamba sheria zimekiukwa au kuna illegality gari yoyote, basi mahakama inaweza kaamua vinginevyo, inaweza kumuachia au kwa namna nyingine. Kama itaonekana labda rufaa yake haina vigezo basi kuna mambo labda mawili au matatu yanaweza kutokea, ikiwepo mojawapo kuambiwa endelee na kifungo chake au kuongezewa kana adhabu. Inawezekana adhabu aliyopewa awali na mahakama ya chini ikawa ilikuwa ndogo, kwa hiyo akaongezewa adhabu. Kwa hiyo vitu vya namna hiyo, uh, kwa level nyingine labda mahakama ya, ya wilaya, kwa mtu ambaye anakata rufaa kutoka mahakama ya mwanzo inamaanisha no, mahakama mahakama kuu Sheria inaelekeza sheria ya makosa amini hiyo, uh, Criminal Procedure Act inaelekeza kwamba mtu huyu ndani ya siku kumi anatakiwa awe ameshaikania uh, uh, uh, na baada ya hapo ndani ya siku 30 awe amekata rufaa yake kwenye mahakama ya juu. Kwa hiyo mtiririko ndio uko hivyo, mtu wa mahakama ya mwanzo atakata rufaa mahakama ya wilaya. Mfungwa ambaye anakata rufaa kwa maamuzi ya mahakama ya wilaya basi atakata rufaa yake mahakama kuu na kwa mahakama kuu basi atakata rufaa yake kwa mahakama ya rufaa ya Tanzania. Kwa hiyo nadhani, kuna airaki, kuna opsheni ni nyingi, kwa maana kwamba mtu ambaye alianzia labda kifungo chake alifungwa toka kwa mahakama ya mwanzo ana opsheni kama tatu kukata rufaa katika hali maamuzi yake, kwa maana kwa ya kwamba anaweza kukata mahakama ya wilaya akishindwa ana uwezo tena wa kata rufaa mahakama kuu, lakini pia akishindwa ana uwezo wa kata rufaa mahakama ya rufaa Tanzania. Huo ndio utaratibu. Kwa hiyo kimsingi uh, katika, uh, katika mafunzo haya sisi kama wanasheria wa Jeshi la Magereza kutoka vituo mbalimbali tumejifunza mambo mengi ambayo yanahusiana na mtiririko mzima wa ukataji wa rufaa kwa wafungwa. Kwa hiyo kimsingi, uh, labda jamii tuwaambie tu kwamba sisi kama jeshi la Magereza tunawajibika kwa namna moja ama nyingine kutoa huo msaada wa kisheria hususan kwenye masuala ya, uh, ya ya rufaa. Lakini pamoja na hayo uh, mahakama kwa namna moja ama nyingine, kuna mfumo ambao wameanzisha sasa hivi, ambao sisi kama jeshi la Magereza tukiwa ni miongoni mwa taasisi za jinai tumepewa mamlaka ya kuweza kuwasaidia kuprocess ile rufaa yake kwenye huo mfumo, ni mfumo ambao umeanzishwa Uh, kwa mujibu wa sheria na miongozo ya, ya mahakama ambao mfumo huu unaitwa ni judicial case management system. Ni mfumo ambao unaweza uka, uka access kwa ajili ya kukata rufaa kwa njia ya mtandao. Kwa hiyo sisi uh, kama wanasheria wa, wa, wa magereza huwa tunawajibika kwenye kipengele hicho kuhakikisha kwamba wafungwa wanapata haki hiyo ya kukata rufaa ndani ya wakati na mwisho wa siku tuone mafanikio yake.